Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amemteua jaji wa mahakama ya rufani Mheshimiwa George Mcheche Masaju kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Mheshimiwa Masaju anachukua nafasi ya Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma ambaye amestaafu. Uapishaji wa jaji mkuu utafanyika tarehe 15 Juni 2025, Ikulu ya Chamwino, Dodoma, kuanzia saa nne kamili asubuhi. Je, jaji Masaju ni nani kwenye tasnia ya sheria? Hii ndio safari yake rasmi. Januari mbili elfu mbili na kumi na tano, aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete alimteua George Mcheche Masaju kwa mwanasheria mkuu wa serikali, uteuzi alioendelea kuwa nao hata wakati wa Magufuli. Hata hivyo, kabla ya uteuzi wake, Bwana Masaju alikuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali kuanzia mwaka 2009 hadi 2015. Bwana Masaju pia amepata kuwa mshauri wa sheria wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Aidha, Februari 1, 2018, aliyekuwa rais wa Tanzania hayati Magufuli alimteua George Mcheche Masaju kuwa jaji wa Mahakama Kuu, na Aprili 2023 rais Dr. Samia Suluhu Hassan alimteua jaji George Masaju kuwa mshauri wa rais masuala ya sheria yaani, adviser to the president legal affairs, akiwa bado ni jaji wa mahakama kuu kanda ya Dodoma. Kisha Januari 10, 2025 rais Samia suluhu alimteua jaji George mcheche masaju kuwa jaji wa mahakama ya rufani, cheo ambacho amekishikilia mpaka uteuzi wake wa kuwa jaji mkuu. Hii ni Wakili TV na mimi ni Rosette Swede.